Picha nyingi zimekuwa zikitoka mbaya na sio kwa sababu labda kamera haina uwezo au kamera ina quality mbaya, lakini hii ni kwa sababu asilimia kubwa watu wamekuwa wakikosea katika matumizi sahihi ya setting ambayo inaitwa ISO kwenye kamera. Na hii video inaenda kulenga kuonyesha makosa manne ambayo yanasababisha au mtu anayafanya, ambao anaweza kusababisha yeye kuanza kupata picha ambazo sio quality. Na hii setting imekuwa ikiharibu picha za watu wengi sana. Na wao wamekuwa hawafahamu kwamba nini kinafanya picha zao ziharibike na wamekuwa kila muda mwingine wakilaumu kama kamera hazina uwezo na kitu cha kwanza kabisa ukosa la kwanza ambao linafanyika na watu wengi sana ambao wanatumia setting ya ISO kwenye kamera yao bila kuwa na ujuzi nao kujua inafanyaje kazi ni kutumia ISO over, yani nikimaanisha kwamba wanatumia ISO kubwa kuliko kiwango sahihi ambacho kinahitajika. Unakuta mtu anashuti video au anapiga picha tuseme mchana halafu anatumia ISO labda mia nane au anatumia ISO 1000 au anatumia ISO 2000 kitu ambacho si sahihi, kwa sababu ISO yenyewe kazi yake kubwa sana katika kamera ni kuongeza mwanga, haina kazi nyingine kwenye kamera. Kwa hiyo unapotumia ISO kubwa, ikiwa mwanga tayari upo, unakuwa unaongeza kitu gani? Kwa hiyo hapa, lazima kivyovyote vile, lazima utapata video au, au utapata picha ambayo sio sio quality. Kwa hiyo hilo ndio kosa kwanza bora aatumia watu. Kwa hiyo unatakiwa utumie ISO kulingana na maeneo ambayo yupo. Ah, nikiwa na maanisha kwa mfano ukiona shuti mchana, natakiwa utumie ISO chini kidogo labda mia kwa sana sana, sana picha za nje natakiwa utumie ISO tumia, kwa sababu kuna mwanga wa kutosha mwanga wa jua au una unatumia na light pia. Kwa hiyo unapotumia ISO kubwa lazima italeta tu noise au kuleta chenga chenga katika picha zako. Kwa hiyo hilo ndio kosa la kwanza ambalo linafanyika sana na sababisha kuharibika kwa picha nyingi za wapiga picha wengi sana kosa la pili ambalo linafanyika na watu wengi sana katika uh, kutumia hii uh, ISO kwenye kamera linasababisha kuharibu sana picha zao ni kutumia auto auto setting kwa maana kuna mtu mwingine akuta hatumii manual setting yake kwenye kamera anatumia auto hivyo inamfanya yeye kamera kuamua yenyewe itumie ISO gani wapi. Kwa hiyo ikiamua yenyewe, muda mwingine sensa inaweza ikafeli isichague kitu ambacho sahihi, kwa hiyo ikachagua ISO kubwa ambayo inaweza kusababisha kuleta noise, kwa sababu ISO inapozidi kuwa kubwa, labda mia nne, mia tano, mia ngapi, kuna baadhi ya sensa zinashindwa kuhimili, kwa hivyo inaweza kuleta noise. Kwa hiyo ukiacha kamera iweze kuamua yenyewe kwamba wapi itumie ISO ngapi lazima itakukosi, kwa sababu kuna baadhi ya kamera ukiweka tu auto pale ili uweze kupiga picha ikiwa auto, cha kwanza kabisa hii kamera ina unakuta kamera nyingi sana wa ukra imepandisha ISO yenyewe, imeweka labda ISO 3200 ISO 1800 ISO 1600, na inavyozidi kuwa kubwa kama hivyo, maana yake kivyovyote vile lazima itaita ita noise, au kuna kitu kinaitwa gain kwao, itakufanya wewe picha zako zisiweze kuonekana quality, zisiweze kuwa bora, kwa sababu kama ikiweka chenga chenga au uh, zile noise lazima picha itakuwa sio quality na haiwezi kupendwa au kuvutia kwa mtu kwa mtu yote, na hilo ndo kosa la pili ambalo wengi wanafanya katika matumizi ya ISO kwenye kamera ambayo inasababisha kuharibu picha zao. Kama umeipenda hii video, unaweza ukasubscribe, kabla hatujamalizia kosa la tatu na la nne, ukasubscribe hapo chini uh, ili uweze kuwa wa kwanza kupata video nyingi sana ambazo tutakuwa tunakifundisha hapa mambo ambayo yanahusiana na kamera na vifaa mbalimbali Kosa la tatu sasa ambalo linafanyika kwenye matumizi ya uh, ISO ambayo inasababisha kuharibu picha zako ni kuogopa giza uh, kuliko kuliko noise. Asilimia kubwa watu wamekuwa akiogopa sana kupata kitu ambacho kina giza, kitu ambacho ukipata, kitu ambacho kina giza urekebishaji wake unakuwa ni mwepesi zaidi kuliko ukipata kitu ambacho kina noise. Mfano ukishoot ukipiga uh, picha uh, katika mazingira ambayo yatakuwa na giza unaweza ukaja kwenye ukaongeza kwenye kwenye editing exposure kidogo, na isiweze kuleta madhara yoyote, tuna mwonekano mzuri, na hata mtu asiweze kugundua kama ulishuti katika low light. Lakini uki nani, ukiongeza uki uh, ISO kwa ajili ya kupata vitu clear pale pale, kwa muda ili uweze kuona hiyo picha inamwangaza mzuri, itafanya yenyewe itaongeza mwanga, ndiyo sawa, lakini pia itaongeza na noise, ambayo itasababisha picha yako isiwe quality o itakuwa inakusababisha wewe uh, uweze kupata picha za sio quality. Wakati unakuta kamera yako ina uwezo mkubwa lakini ya kwa sababu tu matumizi yako no, ambayo ya, ya, sio sahihi ya ISO inaweza ya kusababisha kukuletea noise. Kosa la nne na kosa la mwisho, ambayo watu wengi wamekuwa wakilifanya na ambalo linasababisha kupata picha ambazo sio quality au picha zenye noise uh, ni kutegemea kamera zaidi kuliko kutegemea light. Asilimia kubwa ya watu wanakutana na kamera lakini hana light. Anaenda kupiga picha sehemu labda hata picha ni jioni au hata kama ni mchana lakini anapiga picha ndani, unakuta anafika pale, kwa sababu mwanga ni hafifu anaongeza tu ISO, ISO anakuwa mengi. Wakati angetembea na light, labda kwa mfano angetembea na speed light au angetembea na strobe, ingemsaidia kupata mwanga ambao ni mkubwa ambao usingemlazimu yeye kuweza kutumia ISO kubwa. Hiyo ilo kosa la kutegemea sana light, nani kutegemea sana kamera bila kuto kutemea light, lazima litakukosti, kwa sababu itasababisha ukishaongeza, uh, hiyo ISO kubwa ili kupata mwanga mkubwa itakusababisha wewe kuanza kupata noise katika hizo picha ambazo zote umepiga na hivyo itakusababisha kupata picha mbaya. Sasa labda naweza nikakusaidia kitu cha mwisho. Uh, naweza nikakuelekeza kwamba ni aina gani ya ISO ni nzuri, uh, kwa matumizi nikianza kwa mfano picha za mchana. ISO nzuri kama picha ya mchana na ya nje, at least tumia basi ISO 100. Kama itakulazimu kutumia zaidi, basi tumia mwisho mia mbili hasa. Sasa wale ambao wana cropping wana wana kamera ambazo ni cropping sensor, zina sensor ya cropping, kwa sababu hizi sensor zenyewe hazina uwezo wa kustahimili giza au hazina uwezo wa kustahimili kwenye sehemu ambayo ina low na low light. Kwa hiyo unashauriwa hivyo, ikikulazimu zaidi, pia unaweza ukasogea mpaka mia nne, lakini hausiwe au sio vizuri sana, kama ni cropping sensor kamera yako kupandisha ISO zaidi ya mia nne. Ili kitu cha kwanza kama unashuti usiku au wakati ambao sio rafiki uh, unahitaji kutumia ISO kubwa, basi kama unatumia kamera ya full frame basi unaweza ukapanda at least hata 800 ukaishia hapo, inaweza ikakusababisha usipate noise nyingi sana kuliko vile ambavyo ukipanda ukifika mpaka setting labda 1600, 2800 Uh, ukifika hizo setting uh, za huko juu kabisa lazima itakuletea noise kwa sababu kadi inavyozidi kupanda juu ISO ndio vile ambavyo inazidi kuleta noise. Sina la ziada kama uh, somo hili au video hii imeweza kukusaidia kwa, kwa kitu chochote kile umeweza kuelewa, unaweza uka comment hapo chini kwa kuandika neno ISO, lakini pia uka comment unatamani kujifunza nini zaidi kingine ambacho tunaweza tukakifundisha katika channel yetu. See you.